na leo tupo katika kikao cha kumi na saba ambacho kinazungumzia jihaduhu sallallahu alaihi wasalama fi Ramadan, jihadi yake mtume alaihi salatu wassalam ndani ya Ramadhani. Hiyo ndio mada yetu ya leo na tunaanzana na hadithi ya Umar bin al-Khattab, Allah amririe, kasema, Lamma kana yaumu Badrin, pindi ilipokuwa siku ya Badri, yani siku ya vita ya Badri

Uko akianza kuinua sauti kwa kumuita mula wake akisema, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, ewe Allah, itekeleze yale uliyoniahidi. Allahumma ati ma wa'adtani, ewe Allah, nipe yale uliyoniahidi Allahuma in tuhlik hadhihi lisaba min ahli lislam la tubad tu fi lard, ewe Allah, ikiwa hili kundi la watu lenye niko nalo na Waislamu, ikiwa kwamba wataangamia, basi elewa ya kwamba hutwabudiwa katika ardhi hii. Maana no Waislamu watakuwa mimalizika wote, utaabudiwaje? Makafiru watabaki wanakuabudu? Famazala yahtifu birabbihi madan yadaihi mustaqbila lqiblati hata saqata ridauhu rida an mankibaihi, alibaki akiinua sauti kwa mola wake na mikono yake ikiwa amiinuliwa juu, akielekea qibla, huku yuko anamlilia mola wake hadi pale ambapo nguo yake ya juu, kile kitaulo chake cha juu kikawa kimeanguka. Fatahu abubakrin fa akhadha ridaahu fa alqahu ala mankibaihi, akaja Abubakri akachukua ile nguo ile li anguka ya Mtume akairudisha tena kwenye mabega yake. Thumma altazamahu min waraihi, kisha Ababakri akabaki pale pale nyuma yake. Waqala, akasema: ya nabiyallah kafaka munashadatuka rabbak, ewe mtume wa Allah, inakutosheleza akutoshelea, imekwishatosha maombi yako ambayo uliyomlilia mola wako uliomwomba mola wako yamitosha, yawe Mtume wa Allah, fa innahu sayanjizu laka mawaadaka, hakika yeye mola wako atakutekelezea yale ambayo aliyokuahidi. Fa anzala Allahu azza wa jalla, Allah kateremsha aya akisema: iftastaghifuna rabbakum, pindi mlipokuwa mkiomba msaada kwa Mola wenu, fastajaba lakum, Allah akakujibieni, anni mumiddukum kwamba mimi nitakusaidizeni, nitakutezeni nguvu bi alfi minal malaika murdifin, nitakutezeni nguvu kwa kuwashushieni wa malaika elfu moja murdifin ai mtatabiin, wakifuatana. Hawa hawa hawa, elfu wanaondoka, elfu wanaondoka. faamaddahu llahu bilmalaika, Allah akamteza nguvu mtume wake kwa kuh, mshushia wa malaika Ayo mwanadamu anasema sheikh Udrus, ghazwat badrin allati hiya almaarakatu alfasila, isome vita ya Badri. Vita ya Badri ambayo ilikuwa ni vita kubwa, vita ya upambanuzi, ya kubainisha baina ya haki na batil, katika tarikhi ya Uislamu, katika historia ya Uislamu.

kwa wale watu ambao wamehudhuria pamoja naye katika vita ya Badri, wale masahaba walikuwa nao katika vita ya Badri. Fahmadillah alladhi nasara dina, wallahi mshukuru Allah ambaye ameinusuru dini yake. Wa aala kalimatahu, kalima yake ikawa juu wakaiweka juu. Kalimatu la ilaha illa Allah ikawa juu

na ni lazima mwislam areje kwa Allah, Allah. Katika kupigana na maadui zake au kupigana na maadui wa Allah, wa an yakuna jihaduhu li i'lai kalimati llahi. Nawe mwislam unapokuwa uko katika jihadi, piganisha malengo yako ni kutaka kalimatu la ilaha illa Allah, ndio iwe juu, ndio itawali. Wa an yu'idda almuslimuna ma stata'u min alquwwa, wa islam pia Wajiandae kadri wawezavyo katika vitu vya nguvu, mjiandalia au makafiri limujahadati lkuffar, kujiandalia kupigana na hao makafiri, maandalizi yawepo. wa anna llaha yansuru man nasara, na kwamba Allah anamnusuru yule atakayemnusuru, kama alivyosema: ya ayuha ladhina amanu in tansuru llaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Enye ambao mliamini, ikiwa mtamnusuru Allah, yani mkinusuru dini yake mkinusuru sunna za mtume yansurkum Allah, naye pia atakunusurini na atakuthibitisheni, atathibitisha ataku vikanyagio vyenu, bimaana katika masala ya vita Allah atakuthibitisheni na mtaweza kufaulu. Ihtari ashaba rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Waheshimu maswahaba wa Mtume. Wallahi hawa walipambana, walitoa nafsi zao, walitoa mali zao, ili uislamu utufikie. Kisha leo hii anakuja mtu ambaye hajulikani, hajulikani hata historia yake, hajulikani wapi mwanzo wake mwisho wake, anakuja na kuanza kuwachafua masahaba. Haya ni maajabu. Wallahi wataradi anhum, radiallahu anhum na pia uwatakie radhi masahaba, unapowasema fulani radhiyallahu anhu, fulani radhiyallahu anhu. Fa innahum qad badhalu anfusahum jihadan fi sabilillah liilai kalimatillah, kwa hakika hawa masahaba wamejitoa muhanga kwa ajili ya kupigana jihadi kwenye njia ya Allah, ili kutaka kalimatut tawhid iwe juu. Wa arif wa arif ya ahli badrin warif wa liahli badri min sahaba haqqahum radhiyallahu anhum. Na uzijue haki za wale masahaba waliopigana katika vita ya Badr, wana haki zao, lakini tunaposema haki zao, hatujamaanisha wende ukawaabudu, hatujamaanisha wende ukawaombe, mpaka watu mnafikia kuweka dua ya al-Badr. Wa hadha la yanbaghi

wadiriki watu wa Badri anajua vyenye vimo ndani yavyo. faqala amara, kasema Mtume, imalu ma shitum faqad ghafartu lakum, yani Allah kasema, yani kana kwamba vile Allah ameingia ndani ya vifua vya watu waliopigana vita ya Badri. Allah kawambia, fanyeni mpendayo, nimekwisha kupeni msamaha. rawahu Bukhari Muslim. Kisha kuja mtu la watukana masahaba anawachafua ya subhanallah

Jibril alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ma tacudduna ahl Badr fikum, watu wa Badri mnawachukulia aje kwenu, mnawachukulia aje qala, mtume akasema, min afdalil muslimina au kalimata nahwaha ni katika waislam bora, au mtume amisema neno mfano wa hilo

watukue maandalizi ya kuwajiandalia maadui zao ambao ni makafiri. Allah anasema, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum kwamba mwajiandalie muwajiandalie bimana hao makafiri kadri muwezavyo, muwajiandalie hao makafiri kadri muwezavyo katika nguvu, mjiandalie nguvu. wa min ribati alkhayl, na mafarasi pia, ambayo yaliyofungwa sehemu fulani, yakaandaliwa, yakapewa mazoezi turhibuna bihi caduwa llah, ili kuwatishia maadui wa Allah, wa aduwakum, na maadui zenu. Kwa maandalizi ya jihadi yanahitajika, waliatanu birrami acdhama alinaya, na watu wajihitam kwa kujifunza kupiga shabaha, kulenga mishale, wajihitam kwa hali ya juu. Leo tuko katika vita, katika silaha za kisasa, silaha za kimaendeleo ambazo zinatumika leo, basi inabidi watu wajiandalie kwenye hizo silaha. Waliyunfiqu ala taallumi ramyi, na watu wajitolee katika mafunzo haya, kuwafundisha watu kulenga, kunenga. Watamayuzu fihi al-amwal <coughs> na pesa pia zibainishwe ziwekwe wazi, pesa mtu ana pesa kwa ajili ya maandalizi sawaun so kana rami min aljawi au min albarri au min albahr sawa so, mambo haya ya kulenga iwe ni angani iwe ni jangwani iwe ni baharini, bimaana njia zote za mafunzo watu wajifunze nazo. Anasema ukba anasema Uqba bin Amir, nimemmsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalama akiwa kwenye mimbar akisema, wa a'iddu lahum ma stata'tum min quwwa, mjiandalie hao makafiri mkadiri mwezavyo katika nguvu. Kisha Mtume akasema, ala inna alquwwata arramyu, nguvu inayokusudiwa hapa kwenye hii aya ni kupiga mshale. Ala inna alquwwata arramyu nguvu inayokusudiwa hapa ni kupiga mshale ala inna alquwwata ar-ramy. Nguvu inayokusudiwa hapa ni kupiga mshale, rawahu Muslim. Ila leo silaha zimekwisha kuwa tofauti, kumbe watu wajifunze na hizi silaha zenye zipo kisasa. Ala, uh, aliha ayuha almuslim ala llah fi ad-du'a, eo muslim mnganganiye mshupalie Allah wakati wa dua, an yansura ibadahu almu'minina ala aduwihim fi jihadihim, ili awanusuru waja wake waumini kutokana na maadui zao kwenye jihadi zao. Wewe kama muislamu hukuweza kwenda kupigana upigena jihadi, basi waombe dua wale wenye wako katika jihadi. Wa mudda yadaika ila Allah fi duaika, inua mikono yako kwa Allah Kuinoa mikono ni katika sababu za duaa kujibiwa. Wastaqbili lqiblata fi duaika, pia elekea qibla wakati wa kuomba dua hiyo, pia ni katika sababu za kujibiwa dua. Waqbil ala Allah fi duaika biqalbin hayy, elekea kwa Allah wakati wa dua, mwelekee Allah muombe kwa moyo wa uhai, sio muombe kana kwamba uko maiti, kwa moyo umoja utulivu

akielekea kibla mpaka nguo lake likaanguka. Na kwenye riwaya ya Tirmidhi, fa atahu Abu Bakr fa akhadha ridaahu fa alqahu an mankibihi. Abu Hurairah qala Abu Bakri akaja, akaogota vazi lile, akawa ni mwenye kumvika nalo na mtume katika mabega yake. Kisha Abu Bakri akabaki ya nyuma yake akisema, ya huyu mtume wa Allah, imitosha maombi yako uliyomuomba Mola wako, imetosha, innahu sayanjizu laka mawaadaka, hakika Allah atakutekelezea yale aliyokuahidi. Taamal ayuha almuslim hadha alhadith ayu muslim zingatia vyema hii hadithi, hadithi ya Abu Huraira, mtume alaihi salatu wassalamu anasema man mata walam yaghzu, yule ambaye atakayefariki au yule ambaye alifariki, hakuwahi kupigana jihadi, walam yuhaddith bihi nafsahu, wala hakuwahi hata kuweka nia, hakuwahi kufikiria hakuwahi kuwaza kwamba mimi itafikia wakati niende nikapigane jihadi, mata ala shu'bati min nifaq, huyu anakuwa amekufa katika shu'ba katika alama au katika vipengele au katika, katika sifa za unafiki. Kwa hiyo muislam, hadithi imepokea Muslim, waqala akasema, mmoja katika wapokezi akasema mammuslim qala ibnu sahm Ibn Sahm anasema qala abdullah ibnu qala abdullah ibnu mubarak anasema Abdullah ibnu Mubarak fanara anna dhalika kana ala hadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tunaona kwamba hayo yamekuwa ni zama zile za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hapa amesema anakuwa amekufa akiwa katika sifa ya unafiki. Bimaana anakuwa amefanana na wanafiki kwa kuwa wanafiki ni kwenda kupigana jihadi. Hapa ikiwa ni mtu ambaye anakubali kwamba jihadi ni, ni, ni, ni wajibu, ni moja katika sheria za Uislamu, lakini akawa yeye hakujihimiza nayo wala kuifikiria, huyu anakuwa ameingia anakuwa na, amejifananisha na wanafiki. Ama yule ambaye kabisa hapendi kabisa hata mambo kama hayo